Habari za wakati huu, mtazamaji wa Simulizi na Azizi, kama unapenda stori za kweli zenye uhalisia wa maisha ya uswahilini zinazogusa moyo na kukuacha na funzo kubwa, basi usisahau kusubscribe, kulike video hii na kuandika komenti yako hapo chini kuhusu stori hii. Maoni yako yanatusaidia sana kukua na kuleta simulizi bora zaidi kila siku. Sasa kaa sawa, ongeza sauti kidogo na tuingie moja kwa moja kwenye simulizi ya leo tayari. Eh haya, twende kwenye simulizi ya mama wa kambo aliyeokoa familia. Katika mtaa wa Mwawaza, moja ya mitaa ya uswahilini katikati ya manispaa ya Shinyanga, asubuhi ilikucha kama kawaida yake. Jogoo walikuwa wakiwika kwa mbali, sauti za mifagio ikigongana na ardhi ya vumbi, watu wa mama wakifagia viwanja vya nyumba zao na harufu ya chai ya tangawizi kitoka kwenye vibanda vidogo vya asubuhi. Ndani ya nyumba moja ya bati na matofali ya udongo aliishi Juma Mhando, mwanaume wa makamo, dereva wa pikipiki maarufu kama bodaboda. Juma alikuwa ameoa mwanamke mmoja aitwa Rema, lakini ndoa yao haikudumu. Baada ya miaka minne ya ndoa na watoto wawili, Asha mwenye miaka kumi na Bakari mwenye miaka saba, Rema aliugua ghafla na kufariki. Kifo chake kilimwacha Juma akiwa amevunjika moyo kwa maumivu makubwa na familia ikiumba. Kwa muda wa mwaka mmoja Juma alijitahidi kulea watoto peke yake, lakini kazi ya bodaboda ilimchosha. Nyumba ikawa haina mpangilio na watoto wakaanza kuathirika kisaikolojia. Shule zilianza kupokea malalamiko. Asha alikuwa kimya kupita kiasi shuleni, Bakari akawa mkorofi kwa wenzake na mtaani. Hapo ndipo Juma alikutana na Neema kesi Neema alikuwa mwanamke wa miaka 35, muuza mboga katika soko la Kambarage. Alikuwa mjane, hana mtoto, na maisha yake yalikuwa ya kujikongoja. Alijulikana kwa upole na moyo wa kusaidia, na ndipo Juma alipoamua kuoa tena, japokuwa wengi walimuonya. Mama wa kambo si mama, walimwambia, lakini Juma hakujua kwamba onyo hilo lingejaribiwa kwa namna ambayo hakuna aliyetarajia. Juma akamuoa Neema. Neema alipoingia rasmi kwenye familia ya Juma hakupokelewa vizuri. Majirani walimwangalia kwa macho ya mashaka, wake wenza wa pale mtaani walinong'ona nyuma yake. Hakika walimsema sana, tena kwa ubaya. Amekuja kuwakomoa watoto na kuwaharibu, alisema mmoja. Watoto wa marehemu huwa wanateseka sana, aliongeza mwingine. Asha na Bakari walikuwa kimya tu, hata ukiwaangalia macho yao yalikuwa yamejaa hofu juu ya mama yao wa kambo. Hawakumuita mama walimuita tu ushangazi Neema, na hilo lilimuumiza sana Neema, lakini hakulalamika. Siku ya kwanza tu wakiwa kwenye ndoa, Neema aliamka saa kumi alfajiri, akasafisha nyumba, akapika uji, akawaandaa watoto kwenda shule. Alimvua sare Asha iliyokuwa imechakaa kumbe, alikuwa akamwandalia sare mpya, Asha akavaa unifumu ile akapendeza, akamtengenezea Bakari daftari lilochanika kwa gundi ya kienyeji. Lakini watoto hawakuamini kama dhamira ya Neema mama yao mpya ni nzuri. Kila kitu kizuri walikiona kama mtego. Kadri siku zilivyopita, Neema alionyesha upendo wa dhati. Alimsindikiza Asha shuleni, akamfundisha kupika, akawa akimsikiliza Bakari hadithi zake za kitoto. Walifurahi kwa pamoja, lakini bado kulikuwa na ukuta mkubwa wa baridi kati yao, hawakumwamini kabisa. Siku moja, Asha alipoteza shilingi elfu tano aliyokuwa amepewa na babake. Bila ushahidi wowote, alimshutumu Neema. Hakumwamini Neema kabisa. Umeiba pesa zangu? Asha alipiga kelele. Juma alimwangalia Neema kwa macho ya maswali. Neema hakujitetea kwa hasira, alikuwa na haiba ya hali ya juu. Kama ningeiba, ningeiba moyo wako kwanza, alisema kwa upole. Baadaye pesa zilipatikana chini ya godoro la Asha, hakuna aliyemwomba msamaha Neema, lakini aliendelea kuvumilia. Miaka miwili ilipita, watoto walianza kubadilika taratibu. Asha alianza kumwita neema mama lakini kwa sauti ya chini. Bakari alianza kumkumbatia Neema kila asubuhi kabla ya kwenda shule, lakini Neema alikuwa na siri moyoni mwake. Alikuwa anaumwa ugonjwa wa figo. Alikuwa akienda hospitali ya rufaa ya Shinyanga kisiri, ukitumia pesa zake kidogo. Hakutaka familia ijue. Siku moja aliporudi kutoka hospitali akiwa amechoka, alimsikia Juma akiwa na rafiki yake akipanga kumwoa mke wa pili kwa sababu Neema hawezi kuzaa maneno yale yalimuumiza sana kuliko ugonjwa aliokuwa nao, lakini bado alibaki na kupiga moyo konde. Msimu wa mvua ulipofika, Shinyanga ilikumbwa na mafuriko yasiyo ya kawaida. Mtaa wa Mwawaza ulikuwa kama mto. Usiku mmoja mvua ilinyesha sana, upepo ulikuwa na nguvu mpaka umeme ukakatika. Kipindi hicho Juma alikuwa safarini Kishapu. Ndani ya nyumba walikuwepo Neema, Asha na Bakari. Ghafla ukuta wa nyumba ya jirani ukaanguka maji yakaanza kuingia kwa kasi bakari aliteleza akaanguka kwenye maji ya jaa matope neema hakufikiria mara mbili aliruka ndani ya maji akamkamata bakari lakini paa la nyumba likaporomoka kifusi kikamwangukia neema mgongoni alipiga kelele moja tu msaada jamani majirani msaada kipindi hicho neema anapambana kujitoa kwenye kifusi kile baada ya dakika tano majirani walifika watoto waliokolewa Neema alipelekwa hospitali akiwa mahututi, maana hakuweza kuongea chochote, macho yalikuwa makavu balaa. Jirani mmoja alimpigia simu Juma na kumwambia kilichotokea. Juma alirudi haraka sana nyumbani na moja kwa moja akaenda hospitali. Ile tu anafika hospitalini, daktari alimuita Juma ofisini. Wakiwa ofisini, daktari akamwambia Juma siri ya Neema aliyoificha muda, mke wako alikuwa mgonjwa wa muda mrefu alikuwa anahitaji figo mpya, lakini pia alijitolea damu mara nyingi kwa mtoto wako Bakari ambaye ana tatizo la damu. Muda haukupita si Juma akaanza kulia. Juma alilia kama mtoto. Asha alisimama pembeni, machozi akimtoka alipoona baba yake anatokwa machozi. Mama yetu alituokoa, Asha alisema kwa sauti ya kukatika. Siku zilipita na Neema akaendelea na matibabu. Baada ya wiki mbili Neema, Neema alifariki dunia. Kijiji kizima kilimlilia Neema. Mtazamaji wa Simulizi na Azizi, stori hii ya kweli kutoka mitaa ya Uswahilini Shinyanga, inatufundisha kuwa mama si tumbo, mama ni moyo. Watu wanaweza kukuhukumu kwa jina, lakini matendo yako ndiyo historia. Kama umeguswa na simulizi hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel ya Simulizi na Azizi na andika komenti yako. Je, wewe unamwelewaje mama wa kambo? Baada ya mazishi ya Neema, mtaa wa Mwawaza haukuwa tena kama zamani. Nyumba ya Juma ilibaki kimya, kama kaburi lenye watu hai. Baada ya kifo cha mke wake, Juma alikuwa kwenye usafi wa kawaida tu nyumbani kwake. Akaona karatasi moja ilikuwa kama barua vile. Hakuipuuza, akaifungua. Ilikuwa ni barua. Barua ambayo iliandikwa na Neema enzi ya uhai wake. Ndani ya barua ile ilikuwa na maneno mazito sana. "Sikuwahi kuzaa lakini nilibarikiwa kuwa mama. Msiniite mama wa kambo, niiteni mama wa moyo." Juma alisoma mpaka mwisho. Da, alimkumbuka sana mke wake Neema. Siku zilipita, Juma alibadilika, aliamua kujitoa kwa watoto. Asha alisoma hadi kuwa muuguzi, Bakari alikuja kuwa daktari. Kila mwaka walitembelea kaburi la Neema. Kila kona ya nyumba ilikuwa na kumbukumbu za Neema. Ufaguo wake uliokuwa nyuma ya mlango, kitenge chake kilichoninginizwa ukutani na sufuria aliyokuwa akiipenda kupikia wali wa nazi kila Jumapili. Juma, Juma alikaa wiki kadhaa bila kufanya kazi. Pikipiki piki yake ilisimama chini ya mti wa mkuyu, tairi likiwa limepungua hewa. Alikuwa akikaa ndani akitazama ukuta, akijilaumu. Nilikuwa kipofu, alijisemea mara kwa mara. Asha ndiye aliyelazimika kuchukua jukumu la mama kwa muda. Alimpikia mdogo wake, akamkumbusha homework alizopewa shule. Lakini kila alipofanya jambo, alimwona Neema mbele yake. Bakari kwa upande wake, alianza kupata ndoto mbaya. Alikuwa akiamka usiku akilia, akimwita mama Neema. Mara kadhaa alipata homa kali, hali iliyowatia hofu madaktari, wakihofia tatizo lake la damu. Jamii ile ile iliyomtilia shaka Neema sasa ilianza kuzungumza kwa sauti ya majuto. "Tulimkosea sana Neema," alisema mama mmoja sokoni. "Alikuwa malaika kwa watoto wale," akaongeza mwingine. Lakini kwa Juma, maneno hayo yalikuwa kama chumvi kwenye jeraha. Aliwakumbuka vizuri wale waliomcheka alipomwoa Neema, wale waliomwambia ajiandaye kwa mateso ya watoto wake. Siku moja, Juma aliamua kwenda sokoni Kambarage, mahali ambapo Neema alikuwa akifanya kazi. Alikuta kibanda chake kimechukuliwa na mtu mwingine. Alisimama kwa muda mrefu, machozi yakimtoka bila kujizuia. Miezi mitatu baada ya kifo cha Neema, Asha alipokuwa akisafisha sanduku la ngoza zamani, akapata barua nyingine. Ilikuwa imeandikwa na mkono wa Neema: kama unaisoma barua hii, maana yake sipo. Tafadhali mleni watoto kwa upendo, usiruhusu dunia iwafundishe chuki, waonyeshe kuwa nilichowapa hakikuwa uigizaji, bali kilitoka moyoni. Barua ile ilimvunja Juma kabisa. Alipiga magoti akalia kwa sauti kubwa, kwa mara ya pili tangu mazishi. Miaka ilianza kusonga. Asha alifaulu masomo yake vizuri. Alipofika kidato cha nne, alipata ufadhili wa masomo kutokana na juhudi za walimu walioguswa na historia yake. Bakari naye licha ya changamoto za kiafya, alionyesha kipaji kikubwa darasani. Kila alipoulizwa anataka kuwa nani akifaulu jibu lake lilikuwa lile lile, nataka kuwa daktari kama wale waliomsaidia mama Neema. Juma alianza kushiriki shughuli za kijamii, akitoa ushuhuda kuhusu maisha ya Neema katika vikao vya mtaa na kanisani. Siku ya kumbukumbu ya miaka kumi ya kifo cha Neema, familia iliamua kufanya kitio dogo. Majirani, marafiki, na watoto waliowahi kusaidiwa na Neema walikusanyika. Kulikuwa na hadithi nyingi za Neema, aliyetoa chakula kwa yatima Neema aliyelipia ada mtoto wa jirani kwa siri, Neema aliyelala njaa ili watoto wale. Asha alisimama mbele ya umati akasema, kama mama yangu Adamu angeishi hasingefanya zaidi ya alichofanya mama Neema. Watu wengi walilia. Bakari alipotimiza miaka 25 alihitimu daktari. Katika hotuba ya shukrani alitaja jina moja, hii si ndoto yangu peke yangu, ni ndoto ya mwanamke aliyenifundisha maana ya kujitoa. Asha akiwa muuguzi alijiunga na taasisi za kusaidia watoto yatima na wale wanaoishi na mama wa kambo. Nyumba ya Mwawaza iligeuzwa kuwa kituo kidogo cha msaada wa kijamii, kikaitwa Kituo cha Neema. Mtazamaji wa Simulizi na Azizi, stori hii imeletwa kwako ili tu kukuonyesha kuwa wema wa kweli haupimwi kwa muda, bali kwa athari zake. Mama wa kambo anaweza kuwa adui, lakini anaweza pia kuwa mkombozi. Kila kitu kinategemea moyo wake. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili simulizi hizi ziendelee kuwafikia watu wengi zaidi. Tunakushukuru kwa muda wako na tunakutakia utembee na funzo hili moyoni. Upendo wa kweli hauhitaji damu.